Na kupata majibu leo, akapata majibu leo, akapata majibu leo, akapata majibu. Kuna muda unakaa peke yako, kama alivyokaa Matomeo. Alikuwa hana mtu wa kumshika mkono, alikuwa hana mtu wa kumponya, lakini alisema siku Yesu akipita hapa, nitaomba msaada wake. Lakini kumbuka Waliokuwa namzunga Yesu hakupa ushirikiano. Hakupa ushirikiano. He cannot get cooperation. Unaweza kukosa ushirikiano kutoka kwa watu wako. Unaweza kukosa ushirikiano wa jambo kutoka kwa jamii yako. Unaweza kukosa ushirikiano kutoka kwa serikali yako. Lakini Mungu hata kuleta ushirikiano kwako. But Bana Mungu anataka kukuinua. Because Bana Mungu anataka kubadilisha historia. God won't his change. Mungu alibadilisha historia.

siku walimwona watu wamechanganyikiwa, kama ui changanyikiwa. Ukiokoka, ndugu zako hawakuelewi, lakini inapotokea shida ya kimaombi ya kiroho, watakupigia simu utusaidie. Lakini ukiwa kanisani, wasema nasali sana

That what you do. Ndicho kitakutambulisha. Sio kile unachokisema. Kile unachokifanya. Ndicho kitakutambulisha. Sio kile unachokisema. Jiepushe sana. Jiepushe sana na kusema wakati hutendi. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Sema kwa imani lakini tenda katika mikono. Watu wengi ni wasemaji, sio watendaji. Huyu Bartimeo kama angesema tu, asingechukua hatua ya kurunga kumfuata Yesu, leo usingeona uhitaji wake, angeona ni kawaida, angeona ni kawaida. Kuna unakumbuka kitu moja, habari moja njema sana Malaika alikuwa anakuja kutoka mbinguni anatibua yale maji ndani ya kisima. Siku moja Yesu anapita pale, anakutana mtu mmoja, anasema mimi sina mtu wa kumtia mirikani wakati malaika ametibua maji. Yesu akasema unataka nini? Nikufanyie vitu gani? Yesu akamponya ikawa shuhuda kubwa. unachokisema kama hujifanye, hautafanikiwa, hautafanikiwa, hautafanikiwa. Ndoto kubwa ya kila mtu ni kufanya kila ndoto yake. Yanawaingia? Yanawaingia? Karibia kumaliza ujumbe wangu, halafu na tutoe sadaka niwaombee. Najua ninaweza kuwa hapa muda mfupi au dakika thelathini au kumi lakini nimekuja kuinua imani hapo. Sasa hata nikisema uombe sasa, sasa utaomba utasema na Mungu wako, maana kuna kitu unakihitaji unataka kutoka kwake, ili akujibu. Na kumbuka muda tulionao Bwana, glory yote ni muda wa kuomba, ni muda wa maombi, hallelujah, hallelujah na pia baada ya kumaliza leo pia, and after finishing today, ninajua, I know, wako watoto wetu there are children, wataanza mitihani yani form two kesho that are going to start examinations Tanzania nzima in the whole nation. Katika mfumo wa elimu, tuna elimu ya kupima kiwango hicho cha elimu, form two there are examinations and assessments. Kwa hiyo hicho kiwango pia hata kama una ndugu mahali hapa, mtoto wako, jamaa yako, jirani, jirani yako your neighbor, in in bell, na, na pia, ni mtu muhimu sana na naamini tarehe kumi na saba, tutaomba pia. To pray to kwa ajili ya Mungu, Mungu awasaidie, awasaidie Tanzania nzima, world, nzima. God, you are... na kama unakubaliana na mimi, kipindi cha mtihani tunapata matatizo mengi sana. Mwingine haoni, someone may not see, mwingine anaanguka mapepo, mwingine anashindwa kuandika, lakini kwa msaada wa Mungu tunakwenda kuombea wanafunzi wote. Baba wa Mungu asifiwe. So, Bwana wa mbingu na nchi asifiwe. Bwana wa mbingu na nchi asifiwe. Hallelujah. Yamkini leo hukupata changamka sana. Perhaps you are not so comfortable today. Yamkini ujumbe umekupa maswali mengi sana. And the message has given a lot of doubts. Sasa kwani ni wasiwasi? Hapana, ndugu, naomba. Lakini je, unakumbuka? Now remember. Ulipokuwa unaomba ukapokea majibu? Did you pray when you were receiving? Tunataka maombi. We want prayers. Yenye majibu.

una daftari, lakini peni hauna. Utakuwa unakumbuka kama mzazi wangu, nisingefikiria kumwazima mtu kufikiria. Na Mungu anafikiria hiyo, anataka kukujibu ili uwe mshindi katika ya washindi. Mungu anafikiria kujibu maombi yako. Unahitaji nini kutoka kwa Mungu? Changamoto ya afya inaweza kuwepo be there. Kukemewa katika uhitaji wako inaweza kuwepo. Kwenye jamii kukuona watu tofauti inaweza kuwepo, Being seen different in your society is normal, lakini wewe umejielekeza kwenye kitu gani, but where are you focusing, unachojielekeza kukifanya What we are focusing on doing, hata wewe mwenyewe even by yourself, usijikeme don't stop yourself usijikeme don't stop yourself, kwa sababu hata wewe mwenyewe because even yourself unaweza kuwa kikwazo might be an obstacle ya kujibiwa kile ambacho Mungu anataka kujibu to get answers from God, wakati anataka kukujibu when he wants to answer you, unakuwa na mashaka you are doubting, wakati unapokuwa na maombi when you are in prayers, unakuwa na hofu you are doubting, maana hata wewe mwenyewe that way kukwamisha maombi yako. Mungu na asifiwe. Mungu na asifiwe. Wakati tunaangalia vikwazo vya nje, lakini tunaangalia vikwazo vya ndani, ambaye ni wewe mwenyewe. Halo, halo, Bwana Yesu asifiwe. Ilishawahi kutokea. Wakati napangilia maombi, nitajiombea mwenyewe, mtu sahihi katika ufalme wa Mungu. Ukishafikia ombi hilo, unakosa mwelekeo. Maanake maombi ya kujijenga mwenyewe mazuri sana, kwa sababu yatakujengea uwezo wakujia na mingine to